Siku ya jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwepo kule Mwanga, Kilimanjaro kwa dhumuni la kuzindua mradi wa maji, na hoja ambayo alizungumza kule, alizungumza kuhusu sekta ya umeme. Na maneno aliyozungumza akiwa kule Mwanga, Kilimanjaro, alisema ya kwamba Tanzania kupitia serikali yake ipo kwenye hatua za mwisho za kusaini mikataba ya kununua umeme wa nje maalum kwa ajili ya mikoa ya kaskazini ili mikoa hiyo ipate umeme wa uhakika na iondokane na adha ya umeme kukatika katika. Sasa, baada ya mheshimiwa rais kuzungumza hayo na kuweza kuweka hadharani juu ya kitendo cha Tanzania kupitia serikali yake wataweza kusaini mkataba wa kupata umeme nje. Leo amejitokeza msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa na kuweza kuzungumza, je, huo umeme utapatikana wapi? So serikali imetolewa ufafanuzi kauli iliyotolewa na Rais Samia kwamba serikali itanunua umeme maalum kwa ajili ya mikoa ya kanda ya Kaskazini, ili umeme usikatike, ambapo imesema umeme uliopo katika gridi ya taifa unazalishwa kutoka ukanda wa Kusini Mashariki, na hivyo kulazimika kusafirishwa mbali mrefu kwenda maeneo mbalimbali nchini, hali inayosababisha upotevu mkubwa wa umeme. Taarifa iliyotolewa na idara ya habari Maelezo na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali imesema kwa kanda ya Kaskazini, upotevu wa umeme unasafirishwa umekuwa ukisababisha hasara zaidi ya shilingi bilioni thelathini na mbili kwa mwaka. Kutokana na upotevu huo na usafirishaji mrefu wa umeme, kanda ya Kaskazini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali ambayo inawaathiri wananchi. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa aliendelea kwa kusema kwamba utaratibu wa Tanzania kununua umeme kutoka nchi za jirani umekuwa ukifanyika tangu miaka mingi, hususani mikoa ya pembezoni ambayo ni Rukwa kutoka Zambia, Kagera kutoka Uganda na Tanga kutoka Kenya. Lengo kuu la kununua umeme kwa ajili ya maeneo ya pembezoni mwa nchi hii ni kuimarisha gridi ya taifa na kuiwezesha nchi kuwa na njia mbadala ya kupata nishati ya umeme pale kunapotokea changamoto katika gridi ya taifa. Hivyo hivyo, Gerson Msigwa aliongeza kusema kwamba mikataba hiyo itakayosainiwa na serikali kwa mwaka huu umeme utakachukuliwa katika nchi ya Ethiopia. Sasa baada ya taarifa hiyo, wamekuja viongozi mbalimbali wakiweza kuhoji ama wakiwa na maswali juu ya kitendo cha Tanzania kuweza kuchukua umeme huo Ethiopia. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo, Profesa Anna Tibaijuka, yeye amekuja na andiko la kuhoji ama kuuliza kuhusu umeme huo ambao utapatikana Ethiopia. Profesa Tibaijuka ameandika kusema kwamba umeme kutoka Ethiopia kilomita 1500 hadi Arusha unakuwaje rahisi kuliko wa kutoka Rufiji kilomita 650? taarifa hii ilitushangaza na hata tushutua wengi nikaona nijielimishe kwa wahusika wizarani. Nikaelezwa umeme utanunuliwa kutoka station ya kusambaza umeme hapo na manga kupitia gridi ya Kenya. Uwekezaji wa transmission line ni wa muuzaji, ingawaje ataikomboa kupitia bei itakayokubaliwa. Pili, sio sahihi kutegemea chanzo kimoja kwa gridi ya taifa. Pakitokea dharura Rufiji, basi nchi nzima inaingia gizani. Inaitwa diversification. Kwa hiyo tuombe Serikali ije na tangazo rasmi kuelezea kwa utaalamu zaidi jambo hili la kimkakati na mustakabali wa umeme wa ziada utakaozalishwa kama upo uwe wa vyanzo vya maji au gesi au jua. Kwa ujumla wake, usalama wa nishati ni usalama wa taifa. Lakini haikuishia hapo, aliyekuwa kiongozi wa juu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Mwami Ruyagwa Kabwe na yeye pia amekuja na hoja yake, akiandika kupitia ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya mjadala umejikita kwenye umbali, yani distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme, kwenye biashara ya umeme, cross border power trade. Ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo huusafirishi mpaka nchi B. Umeme unawekwa pamoja, power pool, kisha nchi zina tredi kati ya surplus countries kati ya surplus countries na deficit countries. Mfano, Tanzania ikinunua umeme wa wati 100 kutoka Ethiopia, Ethiopia inaweka umeme huo kwenye gridi ya Kenya na Kenya inaipa Tanzania kila wati zote 100 katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo Tanzania inapokea wati mia moja na manga mkoa wa Arusha. Tanzania haichukui wati mia moja nchini Ethiopia kwenye chanzo na kuusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye lori la hasha. Tanzania inachukua mzigo wake mpakani, na kama unapotuma pesa kwa mpesa, pesa zile hazitembei kutoka wakala mmoja kwenda mwingine, unachukua kutoka kwa floti ya wakala. Umeme ni hivyo hivyo. Tanzania hiyo hiyo ikizalisha umeme Rufiji inausafirisha mpaka Arusha kwa sababu ni gridi moja. Transmission loss ya kutoka Rufiji mpaka Arusha yaweza kufikia asilimia 15% mpaka 20% ili hali hakuna significant transmission loss kutoka Namanga kwa sababu umeme unaingia kwenye matumizi moja kwa moja kwa kupozwa kwenye power station kutoka kilovolt 400 mpaka kilovolt 66 mpaka kilovolt 33 mpaka 11 za majumbani. Hoja ya msingi inayopaswa kujibiwa na serikali akimtaji Gerson Msigwa ni kwamba je, umeme wa ziada tunaozalisha tunaopeleka wapi? Kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake wa ziada, Tanzania inapeleka wapi ziada? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa next net exporters au net Importers kwa umeme. Hivyo ndivyo alivyouliza Zito Kabwe, lakini hakuishia kuuliza kwanza, lakini ametoa fafanuzi namna ambavyo umeme huo unanunuliwa kutoka Ethiopia kuja Tanzania, kwamba hauji, hautoki moja kwa moja kwenye chanzo cha umeme, lakini unapitia kwenye njia panda ya Kenya. Lakini kitu kingine ambacho ameuliza hapo, kama Tanzania tunaweza kununua umeme kutoka Ethiopia, vipi sisi umeme ambao tunauzalisha kutoka Namanga, je, Namanga na Rufiji Je, yeah, tuna uwezo wa kuuza kwenye nchi za nje? Hiyo, hayo ndiyo maoni ya Zitto Kabwe kwenye sakata hili la umeme, akiweka naye maoni yake hapo. So tuandikie na wewe kwenye comment hapo, tuambie hili ambalo linaendelea huko kwa sasa, wewe kwa upande wako unalitazamaje? Kumbuka hii ni sawasawa digital na tunataka kuhabarisha kiganjani mwako.